Halo nav, nisikiza kwa makini sana, nakwambia hivi, usihuzunike wala usilie, kwa sababu umetengwa. Usilie kwa sababu umekataliwa na mume au mke. Usilie kwa sababu umekataliwa na jamii. Usilie kwa sababu umekataliwa na ndugu. Unajua, kuna wakati watu wanaweza wakakutupa, bila kujua, pale wanapokutupia pana mbolea au hakuna mbolea. Sijui mnanielewa kwamba watu wanaweza wakakukataa na kukutupa, yani nikiongea kukutupa, kana kwamba wamekukataa, wamekuacha wamekukataa, jamii inaweza ikakukataa, ndugu anaweza kakukataa, majirani unaweza ukakukataa, bosi wako kazini anaweza kakukataa, mke au mume anaweza kukataa. Sasa usihuzunike kwa sababu umekataliwa, usikasirike kwa sababu umekataliwa. maana ya kutupwa nimenitumia neno kutupwa, lakini naongelea kukataliwa. Nataka niwambie kitu kwenye maisha, nimejifunza kitu kikubwa sana. Watu wanaweza wakakukataa na kukutupa bila kujua, pale wanapokutupia kuna mbolea. Siku zote jalala lina mbolea, yaani siku zote sehemu chafu ina mbolea sehemu watu ambao wataiona ni mbaya kwao, ina mbolea. Kwa hiyo wanaweza wakakuona wewe ni mbaya, wakakutupa, wakakukataa bila kujua wewe ni mbolea, au bila kujua pale wanapokutupa kuna mbolea. Utakaa, utaota na kustawi tena. Nimefuatilia sana kwenye ulimwengu wa Roach, kitu kipo mara nyingi wanaokataliwa wana mbolea, wanaweza wakakuzila wakakuwacha kabisa bila kujua pewa wanapokutupia pale kuna mbolea, utaenda kukaa pale na utaota na kustawi. Hamnaga mti unaoota sehemu hamna mahali ambako hamna mbolea, na sehemu yenye mbolea ni ile sehemu ambayo inazalauliwa Manielewa kwamba sehemu yenye mbolea ni ile sehemu chafu jalalani, mbolea siku zote inanuka. Kwa hiyo nimetumia huo msemo, kwa sababu siku zote wanaokukataa hawakujali, wanakuona kama wewe ni takataka, wanakutupa wanakuacha huko, hawajui uko wapi, hawajui unaishije. Lakini hawajui pale ambako wanakutupa, wanakutupa sehemu ambayo inambolea, utaenda kustawi na kuinuka tena kwa kwenye maisha yako. Usizoni kwa sababu umekataliwa. Wanaokukataa iko siku atakukuta umestawi na kunawili tena. Asanteni. that it is yeah, karibu sana kunisikiliza. Tafadhali subscribe, comment, share na wengine wawezi kupata masomo yao kwa urahisi sana, na, na, nawapenda. Okay.